CHADEMA inatambua kuwa mustakabali wa mabadiliko ya kweli upo mikononi mwa kizazi kipya, hivyo tutawekeza, ma... tutawekeza kwa makusudi katika kuandaa, kulea na kuwezesha vijana, hasa kizazi cha Gen Z, ili wawe si watazamaji wa siasa, bali wawe wabunifu wapangaji na waendeshaji wa ajenda za mabadiliko. Hiki ni kizazi kilichokulia katika dunia ya kidigitali, chenye ufahamu mpana wa haki, chenye ujasiri wa kuuliza maswali magumu na kisichokubali tena siasa za mazoea. CHADEMA itaendelea kuwajengea vijana hawa misingi ya uongozi unaochanganya maadili, maarifa, ubunifu ili wabebe bendera ya mabadiliko kwa ujasiri na maarifa na maadili, si kwa jazba tu, bali kwa dira, nidhamu, uelewa wa kina wa changamoto za taifa. Kwa kufanya hivyo, CHADEMA inajipambanua si tu kama chama cha upinzani, bali kama harakati ya kizazi na fikra inayounganisha ndoto za vijana na matumaini ya taifa zima. Harakati inayotazama mbele, inayokumbatia siasa za kisasa na inayojitayarisha kuongoza taifa Tanzania ya kesho kwa haki, uhuru na maendeleo jumuishi. Katika hili, tunajisikia fahari kuitwa wanaharakati ambao mapenzi yetu katika haki na utawala wa sheria na uzalendo wetu utabaki kuwa alama njema mbele ya Watanzania wote. Namba tatu: umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya chama cha Demokrasia sio ufa ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya CHADEMA iwe bora zaidi, nguvu ya kimaadili na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa, kama alivyosema Aristoto, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo; ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi, kujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo. Ndugu wa Tanzania, tukumbuke umoja na mshikamano wa chama ndiyo nguzo ya mapambano ya kitaifa. Tunapolinda umoja, tunalinda mustakabali msta wa demokrasia, na kama alivyosema Martin Luther, nguvu ya kweli hupatikana pale watu wanapoungana kwa haki. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama na kwa wananchi. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama, kwa wananchi na kwa Watanzania.